Afrika ni nyumbani kwa baadhi ya chumi zinazokuwa kwa kasi zaidi duniani. Kwa mujibu wa shirika la fedha ulimwenguni IMF, uchumi wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara unatarajiwa kukua kwa zaidi ya asilimia 4 mwaka 2025, ikizidi maeneo mengi duniani. Nchi zipi zinaongoza ukuaji huu? Benin inawekeza sana katika miundombinu. Bandari ya Cotonou inaelekea kuwa kitovu cha biashara ya kikanda na viwanda vipya vinazalisha ajira nje katika sekta ya pamba. Cote d'Ivoire inashamiri kutokana na mauzo ya kakao, kahawa na dhahabu. Treni ya mjini katika jiji la Abidjan hivi karibuni itasafirisha abiria nusu milioni kwa siku, ikichochea uzalishaji na kupunguza muda wa safari. Ethiopia inarejea tena kwa nguvu. Kilimo, uzalishaji viwandani na mageuzi ya kidijitali vinachochea ukuaji. Bwawa la Grand Ethiopian Renaissance linatoa umeme kwa nyumba, viwanda na fursa, likiongeza hadi asilimia moja nukta tano kwenye pato la taifa. Rwanda ni mfano wa ubunifu na mageuzi. Kigali ni safi, imeunganishwa kimiundombinu na ina teknolojia ya kisasa. Nchi hiyo sasa ni kitovu cha biashara za teknolojia, mikutano na uwekezaji. Uganda inatumia mafuta na kupanua kilimo. Miundombinu mipya karibu na ziwa Albert inatarajiwa kuongeza mauzo ya nje na kipato cha vijijini. Tuweke mkazo kwa nchi hizi mbili. Ripoti nyingi zinasema kuwa madini yaliyoibwa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanachangia ukuaji huu. Lakini si kila nchi ya Afrika inayofanikiwa. Uchumi unaotegemea rasilimali kama Angola, Botswana, Chad, Gabon na Sudani Kusini unakumbwa na changamoto kutokana na kushuka kwa mahitaji ya mali ghafi kimataifa. Hata hivyo, kwa mamilioni ya Waafrika, ukuaji huu unaongeza msisimuko. Huko Rwanda, biashara za teknolojia ya kifedha zinaunganisha jamii za vijijini. Huko Ethiopia, wakulima wanafikia masoko mapya. Na Benin mizigo zaidi inawasili katika bandari ya Cotonou. Je, hali ya kiuchumi nchini mwako ikoje? Tuambie kwenye maoni.